Lakini pia mwenyekiti kupitia mradi wa Digital Tanzania ambao nikiwa kama mratibu uh, tumefanya manunuzi na tumeshanunua na vimeshafanyiwa matengenezo vishikwambi 3448 kwa lengo la kuvisambaza kwa wenye viti na watendaji wa serikali za mitaa ili waweze kurahisisha zile huduma. Asanteni sana, ili waweze kurahisisha huduma zile tuzipeleke kidigitali. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, mojawapo ya mkoa ambao tumeuzingatia ni mkoa wa Iringa. Kwa hiyo vishipambi hivyo vitafika kwenye lengo hiyo. <coughs> Naona ndugu zangu mmefurahi kwa sababu tunaenda kidijitali, na Tanzania ya kidijitali anayezungumzia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu, ndiyo hii tunaenda kuitekeleza. Sasa nadhani ataeleza vizuri mwenyewe lakini shida kubwa tunayopata mratibu, ni utunzaji. Tasikia hichi kimeharibika, hichi kimepotea, hichi kimeibiwa. Sasa ni gharama na ni hasara kwa serikali. Kwa hiyo kwa sababu hatutaongea tena, ninawaomba pale mtakapopata hivi vishwambi, mvitunze kwa maslahi mapana ya taifa yetu. Vitu hivi vina gharama na ni gharama yani kubwa kwa serikali, sio leo ameachiwa mtoto mara sikafanyaje kesho <laughs> Haya mambo hatutaeleweka vizuri.